Sehemu ya nne: jinsi ya kuondoa hofu ya kuzungumza mbele ya hadhira. Hofu ya kuzungumza mbele ya hadhira inaweza kuondolewa kabisa kwa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, jitayarishe vizuri. Kadri unavyojua zaidi kuhusu mada yako, ndivyo unavyohisi ujasiri zaidi kuizungumzia. Kuna nukuu inasema, confidence comes with knowing, kwamba kujiamini kunakuja au kunatokana na kujua kwamba kile kitu unachoenda kukizungumzia unakijua vizuri kiasi gani. Kwa hiyo hii ni maandalizi mazuri kwa ujiandae. Mbili, tumia mbinu ya mazoezi. Jizoesha kufanya mazoezi mbele ya kioo au kurekodi sauti yako, kisha jisikilize ili kujua maeneo ya kuboresha. Tatu, kuwa na mtazamo chanya siku zote. Badala ya kufikiria kama wengi wanavyofanya, kufikiria jinsi utakavyoshindwa wewe jione kuwa una mafanikio katika speech yako, na kwamba ukimaliza kila mtu atakuwa na shauku ya kutaka kuongea na wewe, kwa sababu umefanya vizuri. Jambo la nne, na ni muhimu sana jambo hili, zingatia zaidi ujumbe wako badala ya kujizingatia wewe. Usihangaike na jinsi unavyoonekana au unavyosikika, bali fikiria zaidi ujumbe gani unatoa. Tano, shirikiana na hadhira, fanya mazungumzo ya kuwa na pande mbili kwa kuuliza maswali au kuwashirikisha hadhira yako kwa namna fulani. Ukifanya hivi, utaondoa hofu yako na kuwa mzungumzaji mwenye ujasiri na mvuto mkubwa mbele ya hadhira yoyote ile utakayosimama.